Kama mnavyojua mwakani AFCONI itafanyika katika mkoa wa Arusha. Yaliyotokea Morocco yatatokea live mkoani Arusha. Ubize uliokuwepo Morocco utakuwa ubize katika mji wa Arusha. Mheshimiwa Waziri, nikuhakikishie wale wa nchi zingine wanaodhanidhani kwamba Tanzania haiko tayari, mimi kama mkuu wa mkoa, kiongozi wa shughuli za serikali Ninaona jitihada za Mheshimiwa Rais, Tanzania iko tayari kwa Afcon. Uwanja pale ungepata nafasi ungefurahi, ni uwanja wa kisasa, una vigezo vyote category 4 ya kafu. Miundombinu ya barabara, wakati wote utaweka mkandarasi atengeneze barabara za lami kuelekea katika uwanja huo, kila kitu kiko katika maandalizi tulitoa wataalamu hapo kutoka ofisi yangu na jiji na halmashauri zingine kwenda Morocco. Wameenda kujifunza na nimesoma taarifa yao, ni nzuri. Maandalizi yataendelea kwa kasi kuhakikisha AFCON inafanyika. Moja ambalo tulikuwa na wasiwasi nalo ndio hili uliloijia hapo, uhakika wa afya za watu wote watakaoshiriki AFCON kwamba mtu akipata matatizo ya moyo tutamkimbiza wapi? Dokta Samia amejibu, Tanzania imejipanga. Taasisi ya moyo ya Jakaya ya Kikwete imeleta tawi lake hapa, kwa hiyo kusanyiko lolote la nchi zote zitakazokuja hapa wana uhakika wa kupata tiba na usalama wao muda wa wote lakini pia kwa sababu mkoa huu ni wa utalii, wageni wote wanaokuja kutoka mataifa mengine watakuwa na uhakika wa tiba, lakini zaidi watanzania wote wa kanda hii na mkoa huu watakuwa na uhakika wa matibabu. Tunamshukuru sana mheshimiwa Rais. Tunakushukuru sana wewe, toka umekuja umeuamsha mkoa wetu Kumbe wizara ya afya bwana, inahitaji tu ubunifu. Ameichangamsha. Uongo kweli? Hey, matukio kila siku makubwa, makubwa makubwa. Hey, kwa hiyo tunakushukuru sana sana. Nilimuelezea jana, huyu ni mtu wa matokeo, ni mtu wa field, maneno machache, vitendo vingi.